Wadau, Kenya nzima jana ilishuhudia tukio kubwa la Kaluma Boy kwenye sherehe ya Thanksgiving pale JCM Church Nairobi. Watu walijaa, mastaa wakafika na zawadi zikamiminika. Lakini sasa, Wakenya hawakubaki kimya, mitandao imewaka moto, wengine wakimtetea Kaluma, wengine wakimtupia maswali magumu, na wengine wakionya hatari zilizoko mbele yake. Leo nitakupeleka moja kwa moja kwenye sauti na maoni ya Wakenya kuhusu hii story ya Kaluma Boy, na nataka ujue ukweli mzima unaojadiliwa mtaani. Kwanza kabisa, wacha tuanze na kijana ambaye alihisi kwamba sherehe hii ya, ya Kaluma Boy pale JCM Church Nairobi haikuwa tofauti na mbinu zile zile za siasa. Anauliza swali kubwa akisema hivi, je, makanisa yanaweza kweli kuokoa Kenya au ni mchezo wa kisiasa tu? Hii ni hoja nzito sana, maana tunaona viongozi wengi wa kidini wakihusishwa na siasa. Lakini je, hii ni haki kumlinganisha Kaluma Boy na wanasiasa? hmm, it is political, it is just what politicians do every day. Wanakuja wanajifanya wadhuru wanajifanya wadhuru, then they take advantage of innocent Kenyans. Jenzi walikuwa kwa kina Kaluma na wakatoa 17 million, kulingana na vile walisema, 17 million I think for Kaluma's family is enough to start up something. Hii imefanyika leo, waache hiyo pesa isaidie wengine, you start up something isaidie kila mtu. Na wacheni niwaambie, hii jenzi mkiendelea hivi utaluse test ile kitu mlikuwa mnaangalia huko mbele imekosa sasa maana kwa sababu, mmeko mmenikasirisha leo kwa sababu acheni niwaambie if you think church atiza kuja kusaidia Kenya hakuna and pastors are all the same mpende msipende hata kama mpende ukweli they are all the same hakuna ati pastor mzuri hakuna na usidanganywe na kama unadanganyika wewe hapa hauko sawa hapa hauko sawa let me tell you that money that has been raised today Wacha itumike kufaidia wengine ama to start up something that can employ other people, lakini siyo kila mtu anaongelea siasa. Kuna huyu mama Mkenya ambaye aliwaonya kina dada wachache waliokuwa wakimtumia Kaluma Boy jumbe za mapenzi na ofa za kumsaidia kutumia pesa. Hii imenichekesha sana na kunigusa. Kaluma Boy bado ni kijana mdogo, lakini swali linabaki, je, ni sawa kumpa shinikizo la mapenzi katika wakati mgumu kama huu? Kiwarebo, kiwarebo, sumu achane na Kaluma Boy kwa saki ya shuguri kwa baba yake apone, wewe Israeli. Ni, ni mameseji mumeanza kutuma na kumupigia simu, mnataka kumuonyesha switi yake, mnataka kumupea switi ya kweli, wazimu, Mungu wa Israeli. Kai, Mungu wa Israeli tutunzie Kaluma Boy. Kai. Yeah? Tukupate na Kaluma Boy wewe. Tukupate na Kaluma Boy Kaluma Boy ataoa na arusi na, kwanza atatuita, huyo ni wetu, atatuita tukipanga laini na magari pipipipi pi, pi. Woi gaiwe tumejirerea gasrael msikure pesa yake. Mungu wangu tukikupata wewe na Kaluma Boy wewe. Wengine pia walikuja na tahadhari kali kwa Kaluma Boy. Huyu jamaa anamwambia, lazima awe makini, maana kuna watu wanapenda kuingia kwenye spotlight, lakini nia ya yao ni kupanda mbegu za chuki na laana. Hili ni onyo la maana sana, maanake historia inatuonyesha vijana wengi hupotea njia wakishapata umaarufu wa ghafla. Kaluma Boy, eh? bro, naona Wakenya wamekama into numbers mtongo kuja kusupport mtongo na romoja. Hakuna Riposti, mfikie kijana wetu. Haya, sasa, mjadala mwingine mkali ulitokea pale TikTok live, mama mmoja akasema Kaluma Boy ni minor, akiwa na maana na miaka kumi na saba tu na hakuwa na ruhusa ya kuweka video kwenye mtandao wa TikTok, akiomba msaada kwa baba yake na pia akauliza mama yake alikuwa wapi kipindi hiki. Swali hili ni zito sana, lakini ukizingatia, haya ndio maadili, malezi na uhalisia wa maisha ya vijana kwenye mitandao. Wewe unadhani alikuwa sahihi? So when I saw the story about Kaluma and Kaluma Day many people will start talk talking about eh, oh Diana Ross is negative eh, Diana Ross apendi vitu za watu. No no no no, no no, no, Guys that is a minor who is 17. That boy should not be on TikTok putting his father and using that

Let us fix our systems. They are broken. Wala tuachane na stories ya kukuwa obsessed na ku do things like euphoria. No. I've told you, let us fix our systems. So, thank you very much for coming to my little TED Talk I hope everybody is well and I hope we will continue having conversations about lakini sio lawama pekee. Kuna taarifa pia kwamba kaka mkubwa wa Kaluma Boy sasa ataendesha kampuni ya IT ambayo imefunguliwa kwa jina lake kwa ajili ya biashara ya familia. Hebu tusikie maelezo zaidi. Manake hii ni hatua nzuri, maana badala ya kutegemea sadaka pekee, familia inajenga miradi ya kimaendeleo pia.

See you then. Na kama unadhani mastaa walibaki nyuma, umekosea. Mwanamuziki mashuhuri nchini Kenya Samido alifika pale JCM Church Nairobi kutoa mchango wake kwa Kaluma Boy. Samido akifika, inamaanisha hii story imevuka mipaka ya kawaida. Sasa hii ni hadithi ya kitaifa ama kababa, nimesikia imesikia umepewa jina ingine. Nataka kushukuru from deep inside my heart, ile kazi unafanya tunaona. we may not have words enough to thank you, lakini Mungu akubariki sana Amen. Niliongea na Kaluma juzi through simu ya mofa and uh, nikajua kweli Fortune favors the bold, na nikamwambia nitafika hapa siku ya leo, pia mimi nihesabike na nimeleta mchango wangu wa 50,000 Kenya shillings, wa pinduru ya Samido. Kwa hiyo Wakenya wametoa maoni yao kutoka siasa, mapenzi, tahadhari hadi miradi ya kibiashara na mchango wa mastaa. Lakini swali ni moja tu, kwa wewe mtazamaji wangu, unadhani Kaluma Boy anaweza kudumu na mafanikio haya bila kupotea njia au atamezwa na presha za umaarufu na wafuasi bandia? Hebu niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe ili usikose stori inayofuata bwana. Mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi. Hapo e bwana ee. Tukutane kwenye video ijayo. Naye wakerumba ameniongezea 100,000 sema hapa milioni in two minutes. Haya, msikia? Duka yetu already to tuko na stock ya half